Mbele ya koti. Ayayaya, ayayaya, ayayaya, wewe, wewe, wewe, unaelewa amekuambia ufanye nini? Amekuambia kama unaweza kujitetea. Kama uelewi si unasema mheshimiwa, mimi sielewi. Tunataka jamii bora na hii inaanza na wewe. Kizimbani. Jamani, wakati wa kizimbani huu turekebishane tabia, lakini pia tukumbushane pale ambapo tunaonekana kabisa mm. hatuko vizuri kabisa, sawa yeah. Sasa leo jamani, tutakuwa na ujumbe mzuri kwa baadhi ya watu mm. na huu ni ujumbe mzuri kweli kweli. Leo tutakuwa na ujumbe kwa baadhi ya watu wenye tabia ya kutuheshimu mawazo na maoni ya wengine. Habari zenu jamani, habari ni za asubuhi, tuasabahi tu maana sisi hatuna hiana na, na mtu yeyote. Kuna mtu anaona mawazo yake ndio yanaweza kafaa, yani ndo ya maana ndo ya msingi eh, kuliko ya mwingine. Unaambiwa kwamba mm, hata kama mtu anaongea jambo eh, unaona kabisa eh, yuko nje mstari. Mm, msikilize, msikilize. Mm, eh, kuna namna moja ama nyingine katika kupitia kwako, mm. hayo mawazo unaweza ukapata jambo mm. ambalo utaongeza sasa hapo kwenye kile ambacho ulikuwa unataka ukifikie. Unajua hakuna kitu ambacho kinakatisha tamaa kwa mfano, pengine ni mtu kaleta wazo sasa. Inawezekana pia na mimi nina wazo jipya au la kuongezea kwa kile ambacho kimezungumzwa. Sasa nikizungumza, halafu ninaonekana kama vile, yani hadi si lolote si chochote yani, yani kumbe tutaka yani yani kuongea hilo. Hapo hapo kwanza ninajua unakotaka kuelekea yani, umeshaanza <laughs> kunizungumzia mimi tayari yaani kuna namna inakatisha tamaa hivi kabisa, inakatisha tamaa. Yaani unaona kwamba mawazo yako ni ya msingi, ndiyo, unaweza ukatetea mawazo yako, lakini hayo mawazo yako mm. yasisababishe ukakataa pia mawazo ya watu wengine. Msikilize kwanza anachotaka kukizungumza, baada ya hapo unaweza kuongeza hasa kwa kile ambacho umekizungumzia, lakini sio kumkatisha mapema. Yani unajua kuna kitu kinachoboa, uh, Mwaruseke. Ndiyo. uh, kunisema kwamba uh, yani we Mwaruseke, ninajua yani ukishaongea hiyo sentensi ya kwanza, mimi ninajua, ninajua unakoelekea. Kumbe maskini ya mgote, sielekee huko, nilikuwa pengine na jambo la msingi la kuzungumza, lakini mwisho wa siku yameishia wapi? Ndio maana mwisho wa siku mm. utakuta mtu mwingine yani hata kitwa mara nyingine anagoma anasema, sasa mi naenda wapi ambapo sisikilizwi mawazo mm. yani, yana... yangu yanafichwa, yanafichwa, yana <laughs> hey, yana au yani, mtu anapuzia. Yani, unajua i, i, yani hili jambo mm. hili jambo lina kera sana mm. na mara nyingi mm. unaambiwa, uh, mtu anapokuwa anatoa mawazo yake mm. uwezi ukafahamu ametumia Uh, uwezo gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mawazo yale yanakusanya na kuja kuyawasilisha. Na tunafahamu kwamba katika uh, maeneo haya ya utoaji wa mawazo mm. kila mtu anapaswa asikilizwe eh, ukichukua mawazo ya huyu, na ndio maana kuna baadhi ya kampuni hata mashirika mbalimbali mm. Taasisi mbalimbali zinakuwa kwa sababu ya kuheshimu mm. mawazo ya mtu mmoja mmoja, kwamba tufanye hivi mm. tufanye hivi, twende hapa, okay. Aha, mm. sawa sawa, wewe tu unasemaje? Hey, ah, okay, mimi nasema hili jambo Mwisho wa siku utakuta wanafikia mafanikio. Watu wengine wanasema bwana mafanikio wow, hayo huenda hiki na hivi na hivi, lakini kumbe ni kuheshimu mm. e, hata yule ambaye uh, wengine hawamhesabii kama ana, ana, ana, ana, ana, ana mchango wa mawazo hey. Wanamheshimu, wanaheshimu yale mawazo yao ndio, e, na mwisho wa siku wanafikia hatima ya mafanikio na unajua, pia kuna mwingine labda kutokana na nafasi yake ya kazi aliyonayo mm. hata akiongea pumba nasikilizwa tu na na, na, na, na kila alichokizungumza wanakifata E, wale wana kikao wale wanakamatwa, wanasikiliza lakini mtu mwingine akijosha mkono, kwa sababu huna hata nafasi yoyote, huna cheo chochote, hata kama una wazo la msingi. Yule wa mwanzoni anayeonekana labda yumoyumo e, maisha mashallah yuko vizuri, anasikilizwa. Sasa inasababisha hata wakati mwingine mtu huwezi kumuita tena, kakubali. Umeona mani mtu anabaki kuwa mnyonge mda wote sasa, kwenu ninyi ambao pengine mnahisi nafikiria kwamba mawazo yenu ndo mazuri kuliko ya wenzio, jamani, ondoeni hizo fikra jamani. Kila mtu ana haki anapoint, ya kusikilizwa kabisa, aidha awe ana point au hana point, msikilize, kwamba mpe nafasi ya kuzungumza baada ya kuzungumza basi na nafasi ya kuweza kujazilizia kile alichokiongea aswa. Tunashukuru mm. sana, Baraka Moiki Nkeze Nkezye wa Mnyegera, Buhigwe, anatufuatilia na kupitia mtandao wa Facebook. Yes, tumekuona pia. King Jackson, tutakuja kusoma ujumbe wako vizuri baada ya kupisha mm. matangazo hapa tutakapokuwa tumerejea Radio Kwizera FM. Kigoma walianza ku search waka search Radio Kwizera FM rusha bendera wewe, bia na mlo Biharamulo Twaija, wote tuseme seme, Disemba 25, 2025 tunakwenda kuliparamosha zinga la mizuka ya burudani la litemwagika Biharamulo, ni kijana Smart Season 3 katika uwanja wa wilaya ambapo pia tutashuhudia ya mchezo mmoja wa kirafiki na wakibabe kabisa. Baada ya mechi tunaamia ukumbini wote kwa pamoja mti <mulia> twaija taichoro mtima <laughs> utajisikiaje nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? ni toboa chap chap wa Tanzania, mchezo kutoka bahati nasibu ya taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: kwangua zungusha mechisha na pap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 rasmi wa bahati nasibu ya taifa. Kwa kucheza kistaarabu, wasiliana na bodi ya michezo ya kubahatisha piga bure 0800110051. Wakati <intuitive quantify> dozi ikiendelea kuwaingia, jamani, wale ambao aa, leo kwenye kizimbani mnahusika zaidi yeah, tukukumbushe tu, bahati nasibu ya taifa imefika na leo, inawezekana ushindi uko kwako. Hakikisha unachukua smartphone yako ama kisosadu chako ina pale kwenye menyu bonyeza nyota 149 nyota 88 alama na leri cheza michezo mbalimbali ya bahati nasibu ya taifa, na nikwambie tu kwamba kuna loto uh, loto hii inakupa ushindi wa shilingi milioni 45, lakini kuna shilingi milioni tatu ya uhakika. Na hapo unapaswa una mtaji wa shilingi 2000 lakini pia kuna mchezo wa tamba na namba. Hapa kuna shilingi milioni kumi na unapaswa una mtaji wa shilingi moja tu, lakini hapa unapata nafasi ya kuingia kila baada ya dakika tano, unacheza na kuna nafasi nyingi zaidi za kushinda. Lakini usisahau, kuna mchezo wa toboa chap chapu unakufanya ukishinda, utazawadiwa hapo hapo kitita chako cha shilingi bilioni mbili. Utapaswa ununue vocha mbili za bahati nasibu ya taifa, kisha utakwangua, utamechisha namba kama zinaendana, alafu utashinda lakini usisahau kwamba kuna gurudumu la kuzungusha, mchezo wa spin for cash. Ukizungusha gurudumu hilo litakupatia kiasi cha shilingi bilioni 2.7. Sasa kwa nini usubiri siku moja, wakati leo unaweza ukashinda? Hakikisha una umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini nakukumbusha kucheza kistaarabu. Bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Wapigie nambari ya bure ya 0800 782233 Tatu. Uh, kuna ujumbe wa msikilizaji hapa kwenye Facebook mm, na ambaye anatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii anaitwa anaitwa uh, King Jackson Yamoni kutokea pande za Kabanga Ngara. Anasema kizimbani ya leo imewagusa wengi, hata yeye pia ameguswa. Ukiona unathamini maoni yako na sio ya wengine, hilo nalo ni tatizo. Na anasema kwamba tumegusa penyewe, lakini hapa nimemuona Uh, Frola yuko pande za Mtamba Kabanga, anasema tuko pamoja sana kwenye mchakato, lakini anasema uh, Mwaruseke waambieni jamani wenye tabia hiyo, uh, huwa ipo. Anaitwa Esau Ekonia kutokea pande za Kahama uh, na tusikiliza vizuri kabisa kutokea Ngara, kijiji cha Kasange, kitongoji cha Mkahama lakini tumekuona pia hapo naitwa nani eh? Kuna mtu anasema jamani, jamani mm. Studio mmewajuaje watu kama hao. Si wapo? Eh, <laughs> dada yani kama hu, hu, kwao huko mm -hmm. Eh, kuna hiyo tabia ipo. Eh, tunashukuru sana huko kwingine, mimi sijakuelewa. Uh, unasema <laughs> sauti na mimi niongeze sauti ya redio ili kama ni dozi ipenye hadi kwenye damu kabisa umeona. Ni mjukuu wa mvurungu Tobias Vitus kutokea pande za kule Mvugwa juu e, bila shaka ni kasuru huyo mm. E, kupitia masafa ya 93.7 tunashukuru sana huyu Kaburo ni Zera kutokea pande za Nyakariba. Hakika kizimbani ya leo imegusa penye watu kama hao wapo, kikubwa wabadilike. Sawa, tunashukuru sana kutokea pande za mikore b huko na tusikiliza vizuri Rameki Muhoza unatufuatilia uh, vizuri kabisa uh. Magnus kutokea pande za Ruhama kwa Justus, kikweli hao wapo uh, wakere. Sawa, sisi mm. tumewakera, ndo kazi yetu, ni kukera kabisa kabisa. Tuna dakika chache kurekea ya kupata taarifa ya habari majira ya saa sita kamili za mchana mm, lakini kupisha pia matangazo hapa kabla ya taarifa hiyo ya habari mm, lakini tuendelee kukukumbusha tu kwamba wewe mkazi wa Beramlo, uh, kijana msimati, msimu wa tatu inakuja huko ni tarehe 25 mwezi wa 12, 12 mwaka 2025. mm. Ya unafupisha Christmas. Eh, Christmas day tutakuwa huko tukipata burudani. Kabisa. Na kubwa zaidi tunaukumbusha wewe kama ni mcheza mziki maarufu mm. eh, kama wewe unaruka kamba, unakimbia uh, ukiwa tuwasema Eh, sema, mchezo, mchezo ule ambao mm. unaweka una, una, una kijiko mdomoni. Mm -hmm. Alafu kule mbele unatia una, una unaweka uh, una, una um, yai iliyochemshwa. Nakimbia mm. mm, na yai kwenye kijiko Eh, ndio. Ukirefikisha sehemu ambayo umeshinda <laughs> zawadi yako inakuhusu. Kuna pasua zako tunatia na chumvi <laughs> Uh, unajenga mwili. Eh, kwa hiyo hakikisheni <laughs> mnajiandaa jamani kwa kabisa, sababu kabisa. Siku zote michezo ni afya mm. na sisi tunaileta michezo kwa wakazi wa Biaramulo uh, mziki, pamoja na burudani kadha wa kadha, lakini kubwa zaidi ni mm. sisi watangazaji na wafanyakazi wa Radio Kwizera FM mm. kuja kufahamiana na nyinyi wasikilizaji wetu kabisa. Na yule ambaye unahitaji kudhamini ama matangazo yako kusikika kupitia kijana smart msimu wa tatu mm. ni kuambie tu kwamba milango iko wazi ipigie idara husika kupitia nambari 0743 872 983. Uh, redio Kwizera FM sisi tunasema ndio redio nambari moja. kanda ya ziwa. kanda ya Ziwa. Mm, haina mpinzani 2025, tunasema amua kismart yeah. Kwa hiyo tuendelea kuamua kismart, lakini kubwa zaidi kukusogezea burudani mm. uh, karibu yako zaidi kabisa. Lakini wakati tunaendelea hapa kwenye mchakato mm -hmm. tukumbushana jamani eh, kuanzia muda huu wa dakika 52 mm. mpaka kufika saa sita. Yes. Basi ni dakika kadhaa nyingi sana hapo, zipo za kutosha. Unaweza ukawa unaendelea kucheza bahati nasibu ya taifa. yeah, una enjoy maisha, unabadilisha maisha. Aswa. Unaweza kucheza michezo ya loto ukashinda mm. shilingi milioni 45 mm. lakini kuna shilingi milioni tatu ya uhakika. Lakini unaweza ukacheza mchezo wa spin for cash. Spin for cash, gurudumu kaizungusha, bilioni 2.7 inakusubiri, maisha yanabadilika. ukacheza mchezo wa toboa chap chapu, mm. bilioni 2 na kusubiri. ukacheza mchezo wa tamba na namba, jamani mm. ukashinda milioni kumi. Kigezo Kwane. ni kwamba lazima uwe na umri wa miaka 18 na kuendelea, sio chini ya miaka 18 jamani, kunapunguzwa kucheza kistaarabu na bahati nasibu ya taifa ni mchezo halali kabisa ambao umedhibitishwa kwa sababu nasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. mm. piga nambari ya bure muda huu kama unahitaji maelezo 0800 782233. mm. lakini pia wanamenyu yao kuu ya nyota 149 mm. nyota 88 alama ya leli maneno matatu tu Kalisa. Amini cheza Kalisa na ushinde, na ushinde. Mimi naitwa David Maruseke, Rehema William, rotora rei baby kwa muda na nguvu. Saa sita kamili ni taarifa ya habari. Hakimu kasema wenye tabia potovu mbaya na zinazokera, wote kizimbani, wote kizimbani, wote kizimbani.